Muungano wa wake wa magavana nchini umetua katika Kaunti ya Pokot Magharibi kwa kampeni kabambe ya kusisimua chanjo dhidi ya saratani uzazi ya uzazi. Hatua hii imechukuliwa baada ya takwimu kufichua kuwa ni asilimia nne pekee ya wasichana waliolengwa ambao wamepokea chanjo hiyo, ikilinganishwa na asilimia 79 ya kitaifa. Ziara hiyo inalenga kuongeza mwamko na kuwafikia wasichana wengi zaidi ili kulinda afya zao. Colin Shitabai anaarifu zaidi. Kaunti ya Pokot Magharibi imekuwa ikikabiliana na changamoto za kijeografia kama vile milima na mabonde ambazo zimeathiri upatikanaji wa huduma za chanjo. Zaidi ya hayo, upungufu wa taarifa muhimu kuhusu umuhimu wa chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi umewafanya wasichana wengi kubaki bila kuchanjwa. Muungano wa Wake wa Magavana umesisitiza kuwa hakuna msichana anayepaswa kubaki nyuma kwa sababu ya umbali au ukosefu wa maarifa. Basi katika kaunti yetu ya West Pokot tuko na ile eh, beliefs ama eh, watu wanaaminia kwamba hii chanjo wakati umedungwa hauwezi pata watoto baadaye. Ningependa tu kueleza watu yangu kwamba I, eh, iwezi cause infertility kwa wamama wetu kama sisi wenye tuko hapa watoto wetu wamepata hiyo chanjo. Mimi binafsi msichana wangu ameweza kupata hiyo chanjo, na sijaona madhara yoyote ya yenye yameweza kumfanyikia, na ninajua marafiki zangu wenye watoto wao wamepata watoto baada ya kupata hiyo chanjo kwa hivyo ni. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, wake hao walitoa wito kwa wazazi, walimu na viongozi wa mitaa kushirikiana kuhakikisha kila msichana anapatiwa chanjo. Eh, eh, katika kaunti yetu ya West Pokot tuko na 4% eh, uptake ya hii vaccine tangu ikue enrolled Kenya yetu. Ndio maana tukasema ya kwamba leo tukuwe hapa kaunti yetu ya West Pokot. Tukiangalia 4% na inasemekana kwamba kwa kila mwaka kuna 4000 na 3600 lives ambaye inakuwa lost kwa sababu ya cervical cancer. Chanjo hii imekuwa zaidi ya miaka ishirini. Ni vile tu kwa sababu ni sisi ni, ni nchi yetu ambayo haijajiweza sana kiuchumi, ndio maana imechukua muda mrefu kwa idara yetu ya afya kuweza kupata hii chanjo kupa kila mtoto Kenya. wamebainisha kuwa kinga dhidi ya saratani ya uzazi ni haki ya msingi ya kiafya ya kila mtoto wa kike na ni hatua muhimu katika kupunguza vifo vinavyosababishwa na ugonjwa huu hatari. Kwanza, hali ya nchi yetu ama kaunti yetu vile iko, uh, ile tunaita terrain is a very big challenge kupata watu kwa health facilities yetu, but tumengang'ana, tumeweka chanjo za HPV kwa zahanati zetu za sub-counties. Um, you aim to get better. Hata eh, tupate tuko 10%, 15% tutashukuru. Um, Serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi kupitia idara ya afya imeahidi kuongeza vituo vya huduma za chanjo na kutoa usafiri kwa timu ya afya ili kufika katika maeneo ya mbali. Eni inayolenga kupiga vita dhidi ya saratani ya uzazi, huku changamoto kuu hapa katika Kaunti ya Pokot Magharibi ni kufika katika maeneo ya mashinani. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Tranzoia, Kampuni ya Royal Media Services kwa